Katika historia ya Kanisa Katoliki, Injili ya Yohana imetazamwa kama maandiko ya kipekee, yenye kina cha kiroho na taswira ya juu ya Kristo. Injili hii ni ya mwisho kati ya injili nne na inashika nafasi ya pekee katika urithi wa kiimani wa waamini wa karne ya kwanza hadi leo. Asili na uandishi. Injili ya Yohana inahusishwa na Mtume Yohana, mwana wa Zebedayo, ndugu yake Yakobo na mmoja wa wale mitume wa karibu sana na Yesu. Kanisa Katoliki kupitia mapokeo ya mababa wa kanisa kama Mtakatifu Ireneo wa Lyon, karne ya pili, linaunga mkono kuwa Yohana aliandika Injili hii akiwa mzee, akiishi katika mji wa Efeso, Asia Ndogo, takriban kati ya mwaka 90 hadi 100 BK. Tofauti na injili za Mathayo, Marko na Luka zinazoitwa Sinoptiki kwa kuwa zinafanana kwa mtindo na mpangilio, injili hii ya Yohana ililenga kueleza kwa kina fumbo la uungu wa Kristo, badala ya kuelezea matukio ya kihistoria kwa mfuatano wa kawaida. Lengo la uandishi. Yohana aliandika injili hii katika kipindi ambapo kanisa la awali lilikuwa linakua, lakini pia likikumbwa na changamoto nyingi, zikiwemo mafundisho potofu kuhusu utambulisho wa Yesu kama vile Gnosticism na Docetism, yaliyodai kuwa Yesu hakuwa mtu halisi au Mungu kamili. Kwa hiyo injili hii ilikusudiwa kuthibitisha kuwa Yesu ni Mungu aliyejifanya mwanadamu, na pia kuwaongoza watu kuamini kwake ili wapate uzima wa milele. Yohana mwenyewe anatoa sababu ya kuandika Injili yake katika sura ya 20:21:31: lakini haya yameandikwa ili mpate kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo, Mwana wa Mungu, na kwa kuamini mpate kuwa na uzima kwa jina lake. Muundo na sifa za Injili ya Yohana. Injili ya Yohana ina muundo usio wa kawaida ukilinganisha na Injili nyingine. Inagawanyika katika sehemu kuu mbili: Kitabu cha Ishara, Yohana moja hadi kumi na mbili hapa Yesu anaonyesha ishara miujiza, zenye maana ya kiroho, zinazofunua utambulisho wake kama mwana wa Mungu. Ishara hizi ni pamoja na kubadilisha maji kuwa divai, kuponya mwana wa ofisa, kuponya mtu kiwete, kulisha watu elfu tano, kutembea juu ya maji, kumponya kipovu wa kuzaliwa, na kumfufua Lazaro. Kitabu cha Utukufu Yohana kumi na tatu hadi ishirini na moja. Kinaeleza kwa undani siku za mwisho za Yesu, ikiwemo karamu ya mwisho, sala ya kikuhani, mateso, kifo na ufufuko. Hii sehemu inaonyesha jinsi Yesu alivyotukuzwa kupitia mateso yake na kushinda kifo. Sura ya kwanza Yohana moja hadi kumi na nane itwayo Utangulizi, ni mashuhuri sana na inatambuliwa na kanisa kama moja ya maandiko ya juu ya kitheolojia, ikitangaza kuwa hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu, naye Neno na alifanyika mwili akakaa kwetu. Teolojia ya ya injili ya Yohana katika kanisa Katoliki. Injili ya Yohana ina mchango mkubwa katika teolojia ya Kanisa, hasa kuhusu uungu wa Kristo. Yesu anatambulishwa kama neno la Mungu aliyekuwepo tangu mwanzo. Sacrament, ingawa hakuna maelezo ya wazi kuhusu Ekaristia kama ilivyo kwa Matayo au Luka, Yohana 6, hotuba ya mkate wa uzima huchukuliwa na Kanisa kama msingi muhimu wa mafundisho ya Ekaristia takatifu. Roho Mtakatifu. Yesu anaahidi kupeleka msaidizi parakletos, ambaye ni Roho Mtakatifu atakayewaongoza waamini katika kweli yote, Yohana 14 hadi 16. Upendo. Yohana anasisitiza kuwa Mungu ni upendo na kwamba waamini wanapaswa kupendana kama alivyowapenda, Yohana 13:34-35. Nafasi ya Injili ya Yohana katika mapokeo ya kanisa. Katika mapokeo ya kanisa, Injili ya Yohana inasomwa kwa heshima ya pekee. Vipengele vyake vingi hutumika katika liturujia ya mwaka wa kanisa, hasa wakati wa Paskala na katika mafundisho ya sakramenti kama ubatizo na ekaristia. Mababa wa Kanisa kama mta Agostino, mta Yohane Krisostomo, na mta Thoma wa Aquino waliandika tafsiri na tafakari juu ya Injili hii kwa undani mkubwa. Katika historia ya maisha ya Kitawa,